Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah subhanahu wa ta'ala humsaidia mja maada mja huyo yupo katika kuwasaidia ndugu zake. Kwa hiyo, maada nyinyi mpo katika kuwasaidia ndugu zenu katika ubinadamu, mwelewe kabisa JAI, naye Allah subhanahu wa ta'ala atawasaidia. Tuseme amini, amin. Uchangiaji damu ni njia moja kwa moja ya kuuisha maisha lakini vile vile Uislamu unatufundisha kwamba hiyo ni sadakatun jaria, yaani yule mtu ambaye amepona kwa sababu ya mchango wako wa damu ambao umeotoa, sijui ni uniti moja au mbili au chini ya hapo, na akaendelea na maisha yake, inawezekana wewe humfahamu, hujawahi we kumwona, lakini kila anapopumua katika uhai wake, wewe unapata thawabu kwa sababu umekuwa ni sababu ya maisha ya yule mtu. Seuze ule mtu akawa anafanya na mambo ya heri vilevile, na wewe unapata zile thawabu. Kwa hiyo ni sadaka ambayo wengi hatuielewi, nafikiria sadaka ni kutoa tu pesa, lakini inawezekana sadaka ya damu ikawa ina ughali zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko hata sadaka ya pesa, kwa sababu ni mtu ambaye unatoa sehemu ya uhai wako unampa mwanadamu wenzao. Kuna haja kubwa ya kuelimishana zaidi ili watu waelewe umuhimu wa sadaka hii ambayo ni endelevu. Ndugu zangu, JAI imekuwa ni faraja kwa familia nyingi, na mifano iko mingi. Mimi mwenyewe imenigusa katika maeneo mengi. Nishawahi kuwa mgonjwa katika hospitali zaidi isiokuwa Iringa, lakini nimewakuta JAI kule nilipokuwepo, na wamekuwa watu wa kwanza kunisaidia. Ndugu zetu wamefariki saa ingine kwa ajali, maeneo tofauti tofauti, lakini tunawakuta JAI wameshatutangulia katika kufanya shughuli mbalimbali. Ni mambo ambayo unaweza kuyaona ni madogo lakini ukweli kabisa ni mambo ambayo yanagusa maisha ya mwanadamu na yana uzito mkubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa taala. Nimalizie kwa kusema eh, nitoe ombi kwa serikali na mwakilishi wa mkuu mkoa ambaye amekuja amba hapa katika, katika hafla hii kuwepo na ushirikiano rasmi kati ya JAI na wizara ya afya na waheshimiwa viongozi na wawakilishi wa serikali, kutokana na mchango mkubwa wa JAI katika sekta ya afya hususan katika kuchangia damu salama, leo tunatoa ombi rasmi kwa wizara ya afya. Mimi natoa kama mdau, kama kiongozi wa Kiislamu. La kwanza, kuwepo kwa makubaliano rasmi, yani memorandum of understanding, kati ya taasisi ya JAI na serikali kupitia wizara ya afya ili kujenga mfumo endelevu wa ushirikiano katika shughuli za uchangiaji damu na kampeni za afya kwa jamii. Sote tunafahamu kwamba benki zetu zote za damu Tanzania zina upungufu mkubwa sana wa damu. Zile za kikanda na za kimkoa zina upungufu mkubwa sana, na benki zile ndo zimebeba maisha ya Watanzania, yaani zile benki zina umuhimu mkubwa kuliko benki za pesa. Lakini inawezekana serikali zikawa zimeingia makubaliano na taasisi za kifedha katika kuhakikisha kwamba fedha za kigeni zinabaki katika mabenki na benki kuu kwa ajili ya uchumi wa nchi, lakini saa nyingine zimesahau kuingia makubaliano na watu ambao wanachangia katika benki za damu ambazo kusema kweli ni national security, ni usalama wa taifa yani. Benki za damu zinapokauka maisha ya Watanzania yapo hatari. Nadhani wataalamu wako hapa wanaweza wakaniunga mkono au wakanikosoa katika hayo nayazungumza kwa kuna umuhimu mkubwa sana. La pili, taasisi ya JAI itambuliwe rasmi kama mdau muhimu wa afya nchini na iingizwe katika utekelezaji wa dira ya taifa ya ishirini hamsini. Tunafahamu kuna dira ya taifa ambayo ishaandaliwa ya ishirini hamsini. Ni muhimu sana taasisi ya JAI kama JAI ikaingizwa katika mpango huo, ambayo imesitiza ushirikiano ya dira hiyo kati ya serikali na sekta binafsi katika kuboresha huduma za kijamii. Tatu, kupitia mpango wa kitaifa unaoitwa Public Private Partnership na imetengenezwa kabisa senta yake, na nadhani mheshimiwa David Kafulila ndio kiongozi wa senta hiyo. E, taasisi ya JAI ichukuliwe kuwa sawa na taasisi zingine zisizo za kiserikali zinazochangia sekta ya afya. Hivi sasa, ndugu mgeni rasmi, Serikali ina mashirikiano makubwa na taasisi za dini kupitia kile kinachoitwa Christian Social Services Commission au CSSC, na ushirikiano huo unakuwa katika sekta ya afya na elimu. Maana eh, kamati hizo na mashirikiano hayo, taasisi hizo zinapewa fedha katika sekta ya elimu, zinapewa fedha katika sekta ya afya. Kwa hiyo JAI kutokana na mchango wake E, na maelfu ya maisha ambayo imeokoa inastahili kuingizwa katika mfumo huu wa mashirikiano kwa uwazi na hali iliyokuwa sawa na taasisi nyingine. La nne, serikali itoe ruzuku maalum kwa JAI ili kuwawezesha taasisi kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi, ikiwemo kampeni za uchangiaji damu. Wanajifanyia wenyewe, wanachangisha waumini, wanachangisha wapenda kheri ili waweze kufanya zile kampeni unakuja katika radio kama Kibla tena unatoa matangazo. Sisi hatuharibishi kitu chochote, lakini mimi nafahamu kwamba Wizara ya Afya ina budget maalum.